Dini yetu imekuja kumkomboa mwanamke, lakini kwa sasa hatujaeleza namna gani dini ya Kiislamu imemkomboa mwanamke na imempa haki zake anavyostahili. Watu wengi pale, tukifanya uvivu wa kujieleza, wanatokea wengine, wao ndio wanatangaza, wanampa haki mwanamke. Lakini mmeona makilipu yaliyotoka hapa nyuma, wakati huu mwanamke ana mkashifu mama jamhuri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo, kwa maana kuna tatizo sasa, wanawake kwa wanawake hawapendani, alafu ni mazungumzo maneno ambayo sidhani kwamba yule anayekutukana mama huyu Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa namna ile kwa wakuwa e mtotoapatikana katika oe

na hata huyu MC huyu nakombeeni rasmi kwamba jende kwa MC msikiti wa Mayen kaingia finali. Mtu ambaye hatulioingia finali ni huyu sheikh wa mkoa, kwa sababu juzi kanitumia mwenzake juzi

Lakini mimi nilimuona kutokana na mada zilizoshughulikiwa hapa hasa hii hapa hii ya Uislamu na mwanamke. Hii ni changamoto kwetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu kwamba dini yetu imekuja kumkomboa mwanamke

mwanamke anamkashifu mama jamhuri wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa maneno ambayo, kwa maana, kuna tatizo sasa. Wanawake kwa wanawake hawapendani. Halafu ni mazungumzo maneno ambayo sidhani kwamba yule anayekutukana mama huyu Dr. Samia Suluhu Hassan

Mwenyezi Mungu amjalie apate hiyo sababu aingie pekoni. Nimekuelewa kakula kamainki yako shughuli imekwisha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.